Ndugu zangu, tarehe ishirini na tisa kutakuwa na kupiga kura, ni siku ya kupiga kura, sio Jumapili, sio siku ya kusali. Hapo kabla, siku ya kura ilikuwa Jumapili, watu wengine wanapata shida, waende kanisani warudi wakapige kura. Hii ni siku ya kazi kawaida, na ninavyofahamu itakuwa siku ya mapumziko kwa waajiriwa. Ni muhimu sana kwenda kupiga kura. Najua, najua wilaya zinashindana, ni wilaya gani ya mkoa wa Kilimanjaro itakuwa ita na wapiga kura wengi waliojitokeza kuliko nyingine zote. Mimi niliahidi bila rais wetu kwamba sisi Warombo tunamwelewa na tutajitokeza tupige kura, tuweke zote, tushindilie, zimwagike, turudishe tukandamize. dr Samia apate kura nyingi zaidi Rombo kuliko Same, kuliko Mwanga, kuliko Moshi, kuliko Hai, kuliko Siha. dr Samia oye oye! Nilimwahidi kwamba mashindano katika nafasi ya urais ni mashindano ya wilaya na wilaya, ni wilaya ipi itampa kura nyingi zaidi. Na nilisema kwa niaba yenu pale Moshi, nilimwambia mheshimiwa, nishawaambia wagombea wengine wa wilaya nyingine Kilimanjaro wanyang'anyane na kupigania nafasi ya pili kwenda chini, kwa sababu nafasi ya kwanza tayari tushaichukua Rombo. Itakuwa yaka Rombo oye! yeah. yeah. Naomba sasa tusiangushane. La kwanza tujitokeze wote tupige kura. Watajitokeza watu wengine, labda ni watanie wa Pare, si ndugu zetu? si watani wetu? atakuja mpare hapa Atasema sasa afae siku hiyo sitakuwa na fujo. Si ukae tu kae nyumbani usio kaumia. Wewe umeshasikia mtu anataka kufanya fujo siku ya uchaguzi hapa Rombo? Nani umeshasikia hata mtu anakooa kutakuwa na kuna, kuna yote umemsikia? Nikitumia lugha ya Mwenyezi wetu wa CCM Rombo hao wanaosema kutakuwa na fujo, akaja mbare kasema hivyo ni sana mtu kwenye chumba chagiza kabisa muonani, alafu anakukonyeza utamuona unakuonyeeza kupoteza dagiza mtu hata sura yako. Kwa hiyo hakutakuwa na fujo, asije mpare akasema sasa, twende tukawadanganya wala Rombo hata waache mpiga kura. Ili fahamu hiyo ya kwanza, hiyo ya kwanza, na waombeni tusikubali mtu yoyote atusababishe tuache kwenda kupiga kura tarehe 29 Oktoba. Ni muhimu kwetu, ni muhimu kwa wilaya yetu, ni kutuma salama kwamba hii miradi tuliyoipata na miradi inayokuja kwa kweli tunaithamini kiasi cha kutosha, hilo la kwanza. Wako watu wengine wanaweza wakapita kwenye kupiga kura wakaanza kusemasema maneno. Mimi hapa, wakati nagombea kwenye chama, walijaribu kupita, walizungusha vipeperushi, nao walivitupa maeneo ya makanisani. Mliviona, mkuviona? vile vipeperushi vilisema kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi Rombo haijatekelezwa kabisa. Ukisoma vile unahisi walikuwa wananisema mimi, na pengine ni kweli. Lakini kusema ilani ya Chama cha Mapinduzi haikutekelezwa kabisa Rombo, maana yake ni kuwaambia watu mgombea yote wa Chama cha Mapinduzi kuanzia Maleli, mbunge, hata yule mwingine mkubwa kwamba hajafanya kazi yote Rombo. Mwanzoni nikafikiria ni wale wenzetu wachaumwa kwamba ndio alisambaza, kwa sababu kusema ilani haijatekelezwa ni kashfa ya kukiangusha Chama cha Mapinduzi. Lakini ikiwaangalia wenzetu hawajaweza kusimamisha madiwani kila mahali, lakini baya zaidi hawajaweza hata kuweka mabango, unayatafuta hayaonekani. Hawawezi wakawa wao walikuwa na fedha za kutosha na uwezo na watu wa kumwaga vipeperushi kuanzia Kamwanga mpaka Holili makanisa yote, za kwenda makanisani siku ya Jumamosi usiku kuamkia Jumapili. Kwa hiyo ni wazi waliofanya hivyo sio watu kweli, lakini tunajua ndugu zangu, kikulacho. Hebu tuongeze sauti, kikulacho. Kwa hiyo hata tunavyojipanga kwenda kupiga kura tuwe makini tuwe na makini na kauli zote zinazotolewa to, na mtu yeyote ambaye lengo lake ni kudhoofisha ari na hamasa ya kwenda kupiga kura, kwa sababu upigaji wa kura kwetu kwa Rombo ni muhimu. Ishirini ishirini, tumeambiwa Rombo ndio liongoza kwa kumpa rais wetu wakati huo kura nyingi kuliko wilaya nyingine yote Kilimanjaro na matokeo yake leo lami hii wanao ambayo haikuongezwa tunaongezewa lami nyingine kule Lorod, si mnafahamu hilo? Ah, Dr Samia oye oye! Sasa ngoja nisemee kidogo. Rais we kabla sija sawa, alafu mtakuja nake msije mkani sawa? Jamani, mtakutukweni jamani, eh mtakutukweni. Asante sana. Unajua Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alichukua nchi katika mazingira magumu. Kwanza tulikuwa tumempoteza rais wetu Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Ilikuwa ni mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu kupotewa na rais aliye madarakani kwa Jamhuri ya Muungano. Kwao ilikuwa ni pigo, hata taharuki, na watu walijiuliza hivi tutaendelea kubaki wamoja tutabaki na mshikamano tutabaki na amani? Kulikuwa na taharuki kubwa sana na huzuni kubwa kuondokewa na kipenzi chetu, ni basi tu tunajua kazi ya Mungu, kazi ya, Mungu, kazi ya, Mungu, kazi ya Mungu, kazi ya Mungu haina makosa. Kwa hiyo la kwanza ni mazingira la alichukua nchi wakati wa lile gonjwa la COVID lilopelekea tuwe tunavaa mabarakoa ndo mara ya kwanza hata sisi kujua kuna kitu kinaitwa barakoa. Mnakumbuka jamani? Ule ugonjwa ulisababisha uchumi wa dunia ukayumba sana. Watu wengi waliamini sababu ya kuyumba kwa uchumi wa dunia, na uchumi wa dunia ukiyumba duniani huko, hata uchumi wa nchi yetu lazima utakuwa unayumba. Hatutoweza okay. Hatoweza rais wetu kumalizia miradi mikubwa ilikuwa inasubiri kumaliziwa, wa kujenga ile reli kutoka Dar es Salaam na Dodoma, Dodoma Tabora, Tabora Kigoma, kwenda kapaka Burundi, Tabora kwenda Mwanza. Wengine waliamini vilevile kwamba Bwana Mwalimu Nyerere, na kuongeza umeme kwa kisha kwamba umeme wakatikikatiki, pengine halitaisha, halafu kama tukifanya vile miradi mingine yote mikubwa, hata huo mdogo kama daraja la Mwamba isingewezekana kwa, kwa sababu ya hali ya uchumi. Kwa hiyo rais wetu Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan alichukua nchi katika mazingira ya hayo mambo mawili. Sasa ni takribani miaka mitano, wote mmeshuhudia. Alichukua nchi, alitufariji, alituongoza vizuri, aliendelea kuongoza nchi ikiwa na umoja, muungano na mshikamano na amani, na mpaka leo nchi imeendelea na utulivu. Hilo tu lingetosha kusema kwa kweli, Dr. Samia Suluhu Hassan mitano tena, Dr. Samia oye! Oye! Lakini si hilo tu, hata hili swala la kuyumba kwa uchumi ambalo liliogopesha watu wengi kwamba huenda kwa, kwa kuyumba kwa uchumi tutashindwa kukamilisha miradi mikubwa na hatutoweza kuanzisha miradi mingine, alichukua nchi, alisimamia uchumi umeenda vizuri, mapato yameongezeka. Ule mradi wa treni kutoka Dar es Salaam hadi Dodoma ulikuwa hujafika mahali popote, kesha maliza treni ya umeme. Sasa hivi inatoka Dar es Salaam kwenda Dodoma na kurudi masaa matatu. Nalishaaidi kwa kata yote itakayotoa wapiga kura wengi zaidi kwa asilimia kuliko nyingine, sio kunipa kura mimi, wapiga kura, hata nisipochaguliwa mimi nitajitahidi niombe watu kumi humo wajitokeze tuwachukue, sio unipe kura, watu wasije kasema ni rushwa. Kata itakayotoa piga kura kwa asilimia wengi kuliko zote ikawa ni kata Katangara Mrere, tutaomba watu kumi labda kumi na moja, atakuwa diwani wetu Maleli, naamini watashinda. Tutaondoka hapa kwenda Dar es Salaam, lala pale Dar es Salaam kwenye hoteli safi ya Mrombo, baada hapo kesho yake tunapanda treni kwenye SGR ya umeme choma moto mpaka Dodoma, masaa haya matatu. Nataka watu waone kwa macho yao na wahisi, wajue kwamba yale mambo makubwa unayoona kwenye televishen yale matreni ya Ulaya, chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan yako hapa Rombo. Kazi inaenda, amemaliza yule mradi wa kujenga ile reli Rombo. Oye Dr. Samia oye kwenda Dodoma pamoja oye. Oye, hata nisipopata kura oye, oye. Lakini mtantie kweni jamani hilo <laughs> na hamu tufanye, tutachaguana vipi? Kwa kurusha shilingi tutajua, labda kurusha shilingi, lakini cha muhimu watu wajitokeze wapige kura, hata mimi na hamu, watu waone mabadiliko makubwa yanayofanyika ya hapa nchini. Bwana Mwalimu Nyerere limeisha hata katika katika umeme sasa hivi ni kama kumepungua sana, karibu kushawaga kweli jamani. Na labda niwaambie kwenye ni umeme, sasa hivi chini ya uongozi wake tunajenga kituo kikubwa cha umeme pale Mkuu, na tunachukua umeme mwingine mkubwa kutoka Moshi. Wakati tunagombea tulipendekeza utoke kia upitie kamwanga uje huku, hatimaye wamebadilisha unatokea Moshi. Kuna watu nje ya Rombo sasa Mwika na kadhalika wakitaka umeme wa ziada watachukulia Rombo. Rombo oye! Dkt. Samia oye! Kwa hiyo ile la bwawa Mwalimu Nyerere limekamilika sasa. Mnaweza mkauliza kwa haki wewe. Ah, bwana unagombea hapa unatuambia treni kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma kwenda mpaka Burundi kwenda Mwanza, Bwawa la Mwalimu Nyerere sawa. Rombo mama Samia amefanya nini? Mna haki ya kuuliza kwamba wewe unamtetea, unampigia kampeni tumpe kura, najua mtampa, lakini mnataka maelezo yangu amefanya nini? Unaweza no, swali tu <laughs> tuende taratibu kwanza, kwende boha, tutafika tu ataratibu. Si usa hana neno, atauliza lakini kaa kwanza, unazuia wengine kakaangu, unazuia wengine nyuma kidogo, tamia tikini ili na wale wanne, na mimi nataka nimuone leo, nyuma yako tafadhali. Aina haya, kwa hiyo jamani, mna haki ya kuuliza, chini ya uongozi wa Dkt. Samia Suluhu Hassan Rombo imefanya nini? Ngoja ni, ni waeleze. Pamoja na kwamba alichukua nchi wakati wa changamoto kubwa ya COVID na kulikuwa na dhana kwamba uchumi utayumba sana, tusingeweza kupata mapato ya kuendesha miradi mingi sana hapa Rombo, napenda kuwaambia tumekuwa na miradi mingi mizuri mikubwa imeendelea hapa Rombo chini ya Dkt. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu amesimamia uchumi. Uchumi umekua, mapato yameongezeka, matunda yake tumeyaona Rombo ni sekta zote. Sasa nichague sekta ipi? Labda tuanze na elimu, au sio? Jamani, tuanze na elimu, chini ya waziri wetu wa elimu, kwa mabadiliko makubwa aliyefanya ndani ya nchi hii. Na huyu Mkenda mnayemwona hapa, huyu mtoto wenu huyu, huyu mbunge wenu huyu, anaingia katika rekodi za mawaziri bora barani Afrika kubadilisha mfumo wa elimu ya wakoloni na kutoa kuleta sera ya mpya ya elimu ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano iliyosainiwa na kuzinduliwa na Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hasani mwaka huu. Mpigeni rais wetu makofi, wapendwa wananchi. Wapendwa wananchi, msimione na tamba ni kwa sababu ninao madiwani hapa, hawa vichwa wamekaa mbele hapa. Nasimama mbele yenu waheshimiwa madiwani, nikiwaambia

zangu bila hawa ambao watasimamia rasilimali za halmashauri yetu vizuri rasilimali za halmashauri yetu vizuri, watumishi, miradi yetu, kwamba hata halmashauri yetu itanyongonyea. Hawa waliopitishwa na chama cha Mapinduzi CCM kwenye kata zao na kwenye wilaya na mkoa ni watu wema sana, ni waheshimiwa. Mheshimiwa mmeku wamama, eh, ndio wapieni makofi. Sasa wape bila kigeregere na mashata. Kina mama ndio waheshimiwa. Najua kabisa mnataka kuendelea kunisikiliza, lakini mafanikio kwenye nishati ya umeme chini ya Mheshimiwa Rais wetu, Waziri wa Nishati Dr Biteko na katibu mkuu nani, ya kata hii tumeozol kwa ya asilimia themanini. Wongo kweli, wongo kweli. Haya ni mafanikio ambayo tunasema tunahitaji tukapiga kura za kutosha. Kwa mujibu wa taratibu za Tume ya Taifa ya Uchaguzi INEC, kila baada ya miaka mitano tunafanya uchaguzi mkuu wa uraisi wagariwani na wabunge. Hata Rombo yuko jembe Profesa Mkenda na mta, msijaibishe toneni wote, kina baba, kina mama, watoto, mashangazi, mashemeji, wake zetu, wake wadogo, nichapuko wote, hili kapu lijae ni wote ninyi mlioko hapa ni wachache lakini ni wengi wa kupeleka ujumbe kwa watu wote walioko mtaani. Rais wetu mpendwa amefanya makubwa na, na mheshimiwa waziri wetu hapa amemwelezea rais vizuri sana yuko. Mtu anayesema kwamba hizi zofanywa ni koli zetu lia mama wakwe edemv ao ni koli zetu za kwake na nani anakwenda kutetea kodi? Anayekwenda kutetea kodi ni mimi, diwani wa kata, kwa niaba yenu, na mheshimiwa mbunge na mheshimiwa Rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hasani. We nakusikia mheshimiwa. <laughs> An mheshimiwa wananchi, najua muda ni mchache, lakini mimi nagombea, lazima mjue diwani wenu sio bubu anajua kuongea hata kama ni mfupi, lakini hii ni staili ya watu wa Japani na China eh, yeah. Ndio hey. Wale watu wana akili nyingi, na ndio maana ninyi, kwa sababu Mtanzania kasema ni mfupi, lakini una akili nyingi watu wengi ndio ndio maski eh. Na waombeni kwa nyenyekevu mkubwa, tarehe 29 ni siku ya Jumatano, serikali itafanya siku ya mapumziko, utaendemwa hivyo Usiende porini, usiende msituni, usiende shambani. Kwa mujibu wa taratibu, kila sehemu ambayo mmejiandikisha kwenye kituo chako, nenda kampigia kura, na kata nzima hii, kama mmejiandikisha watu elfu kumi na tano wote mkapige kura kwa ajili ya maendeleo. Mnakwenda kupiga kura kwa sababu mnataka loa rodi, kwa sababu mnataka kituo cha afya Kidale, mnapiga kura kwa sababu mnataka mashati yaendelee. Mnakwenda kupiga kura kwa sababu mnataka chama iendelee. Mnakwenda kupiga kura kwa sababu mnataka barabara ya Lorori, mnataka barabara ya barabara yaangatenga, mnataka barabara ya elemaoje na barabara nyingine. Asitoke mtu yoyote akudanganye, akwambie kwamba Maleli na mbunge na rais wamepita. Hawajapita bado, tunakwenda kupiga kura wote ili sasa nikisimama pale halmashauri mashauri niseme waheshimiwa madiwani wenzangu, mchi nione wivu hivu, kwa sababu waliojitokeza kupiga kura kwangu walikuwa watu elfu kumi na moja daftari la kudumu la wapiga kura wamekuwa kumi na moja elfu na kumi na moja elfu wamea kupiga kura. Hawa waliokwenda kupiga kura wamekwenda kupiga kura kwa sababu wanataka wanataka msitu wetu manyani yaondolewe, hey! wanataka wanataka madaraja, wanataka watoto wao wasome, wanataka katika haya ya maboresho ya elimu watoto wao waende shule ya amali kule Marongitoo, wanataka watoto wao waende Mashati Sekondari, wanataka watoto wao waende shule ya Ubaa ambayo ni shule moja kwa wilaya ya Rombo inayofundisha Kiingereza tu, chini ya Profesa Mkenda, mpigeni makofi. No, lazima tuseme haya yote. Tunataka chuo kile ambacho kina cha afya watoto wetu kutoka Katangara Mrere wainawakosome na ripoti katibu, nakuambia sasa kwamba hapa Katangara Mrere hakuna mtoto hata mmoja ambaye yuko kama usikeluko mjini, kwa sababu chini ya mbunge wetu watoto wamesoma. Tunataka kwenda kupiga kura kwa sababu tunataka watoto wetu waende katika Samia scholarship ambayo mbunge wetu na mwana Samia wameweka wakasome masomo ya sayansi hapo. Vipi, mmendiishwa mmendiishwa kura mtanipa? Eh, nyoosha mkono na mnaii juwalananipa kura, nyoosha mkono na mnai waandishi wa baroni nyoosha mkono na mnai tahizo. hey, hey, hey, hey, hey,